Kijana wa Alama, habari. Naitwa Gladness Kifaluka al maarufu, unaweza ukaniita pili wa Kitimtim. Ni msanii mchekeshaji, mzalishaji wa vipindi vya televisheni na pia ni mama of two boys. Tunajua uh, swala la kukataliwa liko almost kila sehemu, watu wanakutana na wa kukataliwa, lakini mimi nikipata ile feelings ya kukataliwa, uh, cha kwanza naona una kama unaniogopa, unaogopa kwamba nikishika hiyo nafasi ambayo unanikatalia, you know what I'm gonna do with it. So baada ya kukataliwa, of course I feel bad kama binadamu wa kawaida, lakini ndo nachukua nafasi hiyo hiyo to prove you wrong najua somtim kwenye maisha ya kila siku kuna mda umeamka, hujisikii kabisa kufanya chochote, umekata tamaa, hujui mbele wapi, hujui fyuch yako iko wapi. Binafsi mimi kishatokea swala kama hilo, cha kwanza ni napenda kumtafuta Mungu <laughs> kwa sababu uh, Mungu Bwana ndo kila kitu, Mungu ndo mweza wa yote, Mungu ndo anatupa njia zote. So cha kwanza namtafutaga Mungu, nikimaanisha katafuta muda wangu, me time, kijana, me time muda wako we mwenyewe ukiwa peke yako bila hiyo simu ni muhimu sana, because it's where you find yourself pale unapojitafakari, wapi umetoka, wapi ulipo na wapi unaenda. So ni vizuri sana kumtafuta Mungu na kupata me time na kupata me time. Watu wengi wananiona hapa nilipo na hawajui nilipotoka, na baadhi ambao mnajua nilipotoka guys, congratulations but kufika hapa nilipofika it wasn't easy. Gladi wa mda kidogo wa miaka kadhaa, alikuwa Moshi mbwinde Kiboro leo ni Msaranga na sikujua kama siku ya leo naweza nikasimama hapa na nikawa mtu fulani, lakini naweza nikasema kilichonisaidia ni baada ya mimi kujua nataka nini kwenye maisha. I just wanna fly, i just wanna fly spread my wings and fly. So nilivyojua kwamba mimi napenda kitu fulani, nilianza kutia bidii kwa kitu ambacho nataka kufanya. It wasn't easy, lakini kitu ambacho alichokifanya kijana mwenzangu ilihakikisha naambatana au nakutana na wale watu ambao wako kwenye same line ambao mi naitaka. So kama nilikuwa kwenye swala la napenda kuigiza, napenda comedy, obvious, ndo maana alionishika mkono alikuwa ni marehemu King Majuto. Katika hii sanaa kuna sekta mbalimbali mbali. Lakini kipindi hicho cha nyuma, uh, sanaa ya comedy ilikuwa kidogo haichukuliwi serious. Mimi nilitaka hii sanaa ya comedy ichukuliwe serious, tuwe tunaheshimika kama wasanii wengine wa music na movies and so on on and so on. So nilivyoingia kwenye hii game nilisema, i just wanna make changes. Nataka mchekeshaji unaweza ukawa mzuri very beautiful, very beautiful handsome lakini uko talented onyeshe talenti yako, haina haja ya kubadilika and stuff like that. So nashukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi tunaongea, you know what's going on around there. Every every comedian comedian it's almost rich every comedian, anaheshimiwa na comedy inachukuliwa sasa hivi serious and we are going to the next level. Kijana wa Alama 2025 usinichukulie poa